Walghaibi walghaibati kama huwa muwadahun fi lmithal alitaka, adif maanaake, egemeza majina yenye kufuata katika dhamiri ya mzungumzaji na yamzungumzishwaji na ambaye hayuko mwanamme na ambaye hayuko mwanamke kama ilivyokuwa wazi katika mifano mfano

Twanze na kitabu, itakuwa vipi? Hadha kitabi, hadha kitabuka, hadha kitabuhu, hadha kitabuha. Sarirun, kitanda. Hadha sariri, hadha sariruka

mindil mindilu ka hadha mindiluha, wa hakadha. Hivo hivo ndoonautakikana kwa hiyo, hakuna cha mno kadhalika, isipokuwa tu katika sayara utasema hadhihi sayarati, utasema hadha hadhihi sayaratuka, ndo hivohivo kadhalika katika yadu, yadu utasema nini? hadhihi yadi, kwa sababu yati mikono miwili hiyo atumia hadhihi tule kusema vitu vili vili, kama mdomo, macho na vitu kama hivyo. Iqra soma, li laka, lahu, laha tavamu li manake ya kwangu, laka ya kwako kwa anta, lahu ya kwake huwa laha ya kwake hiya asana. Nambari moja anasema li ukhtun wahidatun, ni na mimi dada mmoja au ndugu mmoja wa kike. Anamuuliza alaka akhu, je, wewe una kaka? Asema la, hapana, mali akhu, si na mimi kaka wala ndugu. Itakuwa pengine kwa maana katika kuuliza ndugu au dada, hasa maana yake kitu chenye akili, unatumia nini? Alaka akhun, husemi aindaka, kama atakavyoelezea kwa mbele. Na katika jawabu ndio utasema li naam li akhun au la mali akhun. Anasema ukhti, laha tiflun saghirun. Ukhti, dada yangu, laha ana

nina mimi kaka. La naqulu, wala hatusemi indi ahun. Usiseme hivyo, wakosa makosa. Kuna maana kitu ambacho kina akidi, yani kama hivyo. Dada, ndugu, unatumia nini? li tu alaka akhu, alaka ukhtu, wala usemi indaka. Nambari saba. Sasa kuna kitu kinaitwa maa Maa maana yake ni pamoja. Umefahamika? na inapokuja hii maa, kwanza inakuwa hiyo siku zote ni hivyo hivyo, mansub maa ina fatha tu. Maa pamoja. E, mareka. Sasa inapokuja hii maa, jina linalofuata mbele linakuwa na nini? nakuwa na kasra, na baada ya kasra. Fano kharaja hamidun

ma'i zamini konatumia pia, hii kwa maana hii maa mbe inakubali katika nini? Kuunganika au kuunganisha pamoja na nini, dhamirun muttasil, dhamiri yenye kuungana. Angalia ma'i pamoja na mimi, ma'aka pamoja na wewe, sawa. Ma'ahu pamoja naye, ma'u ma'aha, sawa. Ma'ahu ma'aha, kwa inakubali Aminatu, ona Amina maaha, yuko pamoja naye. Zaujuha, nani? Mume wake. Kharaja abi, ametoka baba yangu. Min al bait, kutoka katika nyumba. Man kharaja maahu, ametoka pamoja na nani? Kharaja maahu ammi, ametoka pamoja naye ami yangu. Nambari 8 nasema kuna baitun kisha baituka, baituhu, baituha, baiti. Isi maarufu tari ni zile zile: abun baba, abuka, abuhu, abuha, abi, akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Hakuna cha mno, hakuna ni kitu kigeni, ni, ni hayo hayo. Anasema abi wa ummi, baba yangu na mama yangu, fil baiti, wao katika nyumba Aina abuka yuko wapi wa baba yako, ya Hamidu, ewe Hamid. Anasema dhahaba ila suqi, ameenda sokoni. Akhuka tabibun, je kaka yako au ndugu yako ni daktari? Asema la, hapana. Huwa mudarris, yeye ni mwalimu. Zainabu fi riyadi, Zainabu yuko Riyadi. Riyadi ni mji mkuu wapi Saudia. akhuha akhuha, je, kaka yake au ndugu yake wa kiume ta fi taifi, sawa. yuko wapi? akhuha fi taifi, ndugu yake yuko wapi au kaka yake yuko, ni taifu. ta nini? -e taifu, hata vapemba sivo, taifu, lakini anaenda kwa lugha ya Kiswahili taifu. -e ndio, taifu -e wa abuha na baba yake. fi lmadinati lmunawwarati yuko wapi? Madina yenye kuangazwa au yenye nuru. hadha ltalibu, huyo mwanafunzi. Abuhu baba yake, wazirun ni waziri. wa akhuhu na kaka yake, tajirun kabirun ni mfanya biashara mkubwa. Ona anavyokuonyesha hizo dhamiri zinavyo nini zinavongana katika majina abuhu abuha akhuha akhuhu, wa hakadha, na hivyo hivyo anasema, dhahaba akhi. Unaona, akhi ameenda ndugu yangu, ila almadrasati, madrasa. Wa dhahaba abi, na ameenda baba yangu, ila aljamiati, chuo kikuu Amaritis asema: Muhammadun Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun, Hamzatu. Umejifunza nini? Tuliwahi kusema kwa nyuma eh? kuna majina ambayo yanasarifika, ndio kama hayo ambayo yametiwa nini, tanwini. Yanasarifika kwa, ina maana yanakubali tanwini, kama hivyo jaa Muhammadun, sawa, raaitu Muhammadan, wala inakubali tanwini. Marartu biMuhammadin, yani haraka zote zinakubali, irabu zote zinakubali. Lakini lakini Hamzatu, majina ambayo yamemalizia na taa, yamemalizia na nini? Taa marbuta. Hiyo taa hiyo ambayo marbuta inaitwa hiyo, imeweka hiyo, majina hayo huruhusiku yatia tanwini kwa sababu ni majina ambayo hayasarifiki. Sawa so, hayasarifiki. Kwa angalia, weza kusema jaa hamzatu, amekuja Hamza raaitu hamzata, nimeona Hamza, Hamza. Lakini marartu bihamzata, kwa sababu ni jina ambalo lisarifiki, wezi kulitia nini ukalitia kasra kwa, ndo maana nimeandika hivyo: hamzatu, hamza, talhatu, usamatu, muawiyatu, ikrimatu na mengineo kama haya.

Mu'awiyatu. Hamidun. Naam. Naam. Sianza kusoma juu hapo. Sikopia japo unajua, Usamatu, uh -huh. Ikrimatu, uh -huh. Abbasun. Muhammadun. Talhatu. Mfahamu? Barakallahu fikum. Alkalimatu aljadidatu, maneno mapya. Alkalimatu aljadidatu, maneno mapya. Azzamilu, rafiki. Azzauju, mume. Anakuwa zauju, e, mume. Anena mke. Wahidu ni mmoja. Fatan, kijana. Mtafatan maa, pamoja. Atiflu, mtoto mdogo al al-Kuwaitu ni Kuwait, inavye Kuwait mji katika miji ya huko Gulf. Alnaa kisha al-lughatu lugha, lughatu ni lugha, a kuwa lugha yeyote, lg alughatu. Inshallah tafikia hapa, tutaja kuendelea katika adarsu hadi 10 darasa ya kumi na moja, biidhn llahi alkarim.